Habari, karibu sana kwenye kipindi kizuri cha afya kwa lugha ya Kiswahili. Mimi naitwa Dr. Rafiki. Sasa leo tutaenda kuzungumzia dalili za ugonjwa wa fangasi ukeni. Sasa ugonjwa wa fangasi ukeni ni maambukizi ya fangasi yanayosababishwa na fangasi aina ya Candida, hasa Candida albicans. Mara nyingi fangasi huwa wanatokea mwilini baada ya kinga ya mwili kushuka au usawa bakteria wazuri eh, kuharibika hivyo kupelekea maambukizi ya fangasi kuongezeka na hivyo maambukizi eh, ya fangasi hutokea. Sasa kuzijua dalili mapema kunakusaidia kujua eh, ugonjwa huu, lakini pia na kuchukua hatua mapema za matibabu. Kwa hiyo ungana nami mwanzo mpaka mwisho wa somo hili na mimi nitajifunza vizuri kuhusu uh, ugonjwa huu wa fangasi eh, kuhusiana na dalili zake. Kwa hiyo sasa, dalili ya kwanza ni miwasho e, sehemu za siri. Mara nyingi miwasho hii huwa inakuwa ndani lakini pia na kwa nje, hasa za kwenye mashavu ya uke, lakini mara nyingi miwasho hii huongezeka wakati wa usiku, lakini pia na pale mwanamke anapovaa nguo ambazo zinabana, ndio asilimia kubwa miwasho kuongezeka. Kwa hiyo hii ni moja dalili e, ya kwanza kabisa ambayo, e, mgonjwa wa fungus huwa anaipata eh, pale napata ugonjwa huo wa fangasi e, za ukeni. Lakini pia dalili ya pili ni hisia ya kuchoma choma au kuungua ukeni, na hii mara nyingi huwa inatokea wakati wa kukojoa au kufanya tendo la ndoa. Sasa pale baada ya miwasho kutokea, e, mwanamke anakuwa anajikuna sana na i, pale anapokuwa anajikuna anapelekea kutengeneza vidonda. Kwa hiyo wakati anapokuwa anajisaidia haja ndogo au kushiriki tendo la ndoa maumivu yanakuwa makali sana na wengi wanaelezea kama ni hisia ya eh, kama anaungua au kuchoma choma kwao, yanakuwa kwenye hali kama hiyo kwao. Hii pia ni moja ya dalili ya ugonjwa uh, wa fangasi ukeni. Lakini pia dalili ya tatu ni ute mweupe mzito unaofanana na maziwa mtindi. Sasa ute huu unakuwa mweupe mzito, lakini unakuwa hauna harufu kabisa. Lakini ute ukiwa na harufu na ukabadilika rangi ukawa sio mweupe, hiyo inakuwa eh, sio ugonjwa wa fangasi, inakuwa ni kitu kingine kabisa. Lakini pia usichanganye na ute ule wa kawaida wa mwanamke. Kuna ute wa kawaida ambao kazi yake waga ni kufanya mazingira ya ukeni anakuwa malaini, lakini pia na kusafisha mazingira ya ukeni. Ute ule unakuwaga e, ni mlaini, unakuwa kama kamasi au kiini eh, cha kwenye yai bichi. Kwa huo unakuwa sio fangasi, lakini unakuwa ni ute wa kawaida. Ute wa kwenye fangasi e, unakuwa mweupe mzito kama maziwa mtindi lakini unakuwa hauna harufu. Lakini dalili ya nne ni kuvimba na kuwa na uwekundu sehemu za nje za ukeni, hasa baada ya maambukizi kutokea. Eh, mwili huwa unatuma damu nyingi sana ziende kwenye sehemu za siri kwa sababu maambukizi yameshatokea. Ni kawaida mwili unapokuwa unapambana na, na kitu chochote, huwa mishipa ya damu inatanuka ili damu ziende kwa wingi zaidi, lakini kupeleka pia na seli, e, kuo, hali, kuwa, a, na seli ambazo zinapambana na maambukizi. Kwa hiyo hiyo hali inapelekea ile sehemu kuwa na uvimbe, lakini pia anakuwa na wekundu. Kwa hiyo mgonjwa wa hii changamoto ataanza kuona pia sehemu za ukeni zinakuwa e, na uvimbe lakini pia na wekundu na mara nyingi Hali hii inakuwa na maumivu sasa pale mwanamke anapotembea au kukaa au kuvaa nguo ambayo inabana. Lakini dalili ya tano ni ukavu ukeni. Maambukizi ya fangasi huwa yanapunguza e, ule unyevu wa asili wa ukeni. Na hivyo e, uke unakuwa mkavu na mwanamke huyu anapokuwa anashiriki tendo la ndoa atahisi maumivu makali kwa sababu e, uke unakuwa mkavu. Na hiyo inapelekea kuchubuka au kuchanika e, sehemu za siri. Lakini pia e, ngozi ya sehemu za siri sasa ukenye ina kuaruzika au kuchanika. Sasa baada ya ile miwasho mikali mwanamke anaanza kujikuna, na ile kujikuna sasa itapelekea ile ngozi kuaruzika au kuchubuka, na hiyo inapelekea e, maumivu makali sana, na muda mwingine e, kichubuka sana inaweza kupelekea hata pia damu kutoka, na hii huwa ni ishara kwamba maambukizi yanakuwa makali zaidi na unahitaji kupata matibabu ya haraka kwa sababu yanakuwa maambukizi yamekuwa eh, makali zaidi yasiyo kawaida. Sasa, kwa nini ni muhimu kutambua dalili hizi mapema? Cha kwanza kabisa eh, inakusaidia kufanya matibabu vizuri eh, ipasavyo kwa haraka na mapema zaidi. Lakini pia maambukizi haya yanaweza kuenea hadi kwenye njia ya mkojo, ikiwa hujagundua mapema au yafanya matibabu, kwa sababu fangasi wakiendelea e, kujijenga zaidi wanaweza kufika hadi kwenye njia ya mkojo, lakini si e, asilimia kubwa, kwa asilimia cheti sana na ni nadra sana kutokea. Lakini pia inaweza katokea kwamba kwamba fangasi wakakua mpaka wakaingia kwenye mfumo wa mkojo, na vile kusababisha e, UTI ambayo inahusiana na fangasi. Lakini pia matibabu ya mapema yanasaidia kurudisha ule usawa wa ukeni. Kuna usawa wa bakteria wazuri na bakteria eh, wabaya ambao ni wanaozuru sehemu za ukeni. Kwa hiyo huwa kuna usawa yani, wanakuwa hawajazidi wabaya na wazuri wanakuwa hawajazidi. Kwa hiyo wanakuwa wamebalance. Kwa hiyo eh, unapotibu eh, ugonjwa huu wa fungus, kwa sababu fungus huwa inaenda kuharibu ule usawa, lakini pia kuna vitu pia vinaenda kuharibu pia usawa wa bakteria na eh, wazuri na wabaya, sana sana kama matumizi ya antibiotic kwa muda mrefu. Sasa pia hayo pia yanapelekea kuharibu ule usawa. Yakishapelekea kuharibu usawa ule, ndio inakuwa rahisi kwa ugonjwa wa fungus kutokea. Kwa hiyo pia na fungus kama fungus pia yenyewe naharibu usawa. Unapojitibu mapema, unapelekea kurudisha hali yako ya kawaida, lakini pia ni muhimu unapopata dalili hizi E, ukamwona daktari ili kupatiwa uchunguzi na kupewa matibabu sahihi. Lakini pia epuka kutumia sabuni zenye kemikali na manukato sehemu za siri, kwa sababu hizo kemikali huwa zina asili ya ule uhusiano wa bakteria wazuri ukeni. Lakini pia baada ya kuoga jikaushe vizuri, na vaa nguo ambazo zinapitisha hewa, sana sana nguo za pamba, kwa sababu unapoacha yale majimaji baada ya kuoga yale maji maji ndio yanasaidia, anasaidia fangasi kukua vizuri o kama unahitaji ushauri wa kitaalam na mimi dokta Rafiki, unaweza kuwasiliana nami kwa namba ya simu inaonekana hapo chini. Uh, akisha umesubscribe kwenye chaneli yetu ya dokta Rafiki ili huwe unapata elimu ya afya ambayo, uh, tunaiweka kila siku kwa lugha ya Kiswahili. Ni kushukuru sana kwa kunisikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa somo hili. Kama una jambo lolote, unaweza ku comment au kama una swali unaweza ku comment kwenye sehemu ya comment section, nami tafanyia kazi. Asante sana na nikutakie afya njema.